Pompo kibao, pompo kibao kijani! Hey, oh, shemeji karibu. Tumeharibu nini, mshamba? Sasa sasa nini vipi? Mizuka mizuka ndo nini? Mimi nimekuja na familia yangu, yaani familia yangu nimeleta hapo kwa sababu dada, dada yako yako, sasa bi mkubwa utaruka naye pamoja na sister, mshamba. Pompo kibao, pompo kibao kibao, nini kwani unamfungia dada yako ndani? Eh? Dada yako anamkata vipi mwanangu handsome boy kama mkuba huyo wewe we. Vipi wewe? Ni mkubwa hapo ndo anakonikosha bi mkubwa mimi nago mimi ndo relax. Wewe mpumbavu nini wewe? Tuna umtoe mtoe dada yako ndani huko. Mama, mama anikosha nini kwa Romeo lakini mwanao nipo. Mmelala, nasi mnanijua. Mtaa mzima hakuna mtu asionijua mimi. Nasi mama, unanielewa vizuri tu miziki yangu na maisha zaga. Nisikilize kaka. Wewe na dada kweli hivi kaka, niangalie mimi na huyo shemeji yako, si mke wako, si una yangu huyo? Tunafanana dadangu, chula unaye dadangu, mzigo umefunika, tulibao unaonekana. Usimshe sana dadangu, uchubue huyo mshamba dada, kenye chula yeye nimempendea, basi tu. Sasa huko mnanikosea heshima, huko mnanikosea heshima, kusema kweli. Kelele, tunakupa masaa ishirini na nne, tunataka dada yako arudi nyumbani, umeelewa? Unatuelewa vizuri sisi. Dada yangu huko hayupo. Mbona mnielewi jamani? Wewe atujali hilo, lazima aje nyumbani, hai maje geto mboyo paka, au kama pondani anisikia, mwambie atie ngwala zake mtaani, atakuja kumwagika mtu midamu, ajue ajuwe atakuja kumwagika mtu midamu, ajue mimi nuksi, ajue ni mkubwa, hamna ushamba, ajue haina shida. Tufutike ni mkubwa, tufutike bamedi, shika kijana vizuri huko, vizuriko kibadilisha badisha juu cheza chula kidogo hapo ah, cheza chula imakwambia. Ah, kumbe kanzu ningajua kidela kijola, mdogo wangu kacheze chula mbele huko kwampo kibao bimkubwa ah, tufike